Wale mnapostingi watoto wenyu mnapostingi nyumba mzuri gari mzuri uko na mimba una post TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube kila mahali. Mumeona story ya waganga ama mjaona? Mumeona kuna waganga TikTok kama kuna waganga TikTok atuko kwingine kuote, kuna waganga. Na mimi huyu ndio nimekuwa nikiwakataza msikue mna post watoto TikTok amsikii. Mumechionea ama bado? Mumesikia story ya waganga ama mjasikia? kumbe watu hata kupata gifters ni waganga. Watu kufata followers, kupata followers ni waganga. Watu kupata ni waganga. Watu kupata sijui viewers ni waganga. Watu kupata marafiki hapa TikTok ni waganga. Mumeona ama hamujaona? I will still tell you. Ficha maisha yako ya ukweli kama bangi, mnachua bangi venye bangi na fichwa kama ukona mtoto wako, ficha, usieke TikTok usieke social media. Kama ukona gari yako ukona nyumba yako, ficha ficha kama bangi. Kama ukona mimba ficha, utarokwa, utarokwa, utazaa lishere, utarokwa. Hako katoto kako katafinywa na mganga, katakufa, utaorokwa. Hiyo safari yako unaenda utapata achari, utakufa. We. We. nimeenda nimeenda nime